Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, ya habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia Agusto, ufanisi mahakama, ataka matumizi ya AI zaidi, ufanisi wa kasi ya SGR, azindua jengo la kisasa la sita duniani la kwanza Afrika, kupumzisha jaji mkuu ampa nishani kwa uweledi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa pili wa gazeti hili. Chadema wazidi kutibuka, habari imeandikwa kwenye ukurasa pili. Polisi yaonya kupekua simu za wenza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili Mradi bwawa la Nyerere wagamilika rasmi bite kwa sema, Rais Samia ameweka historia. Kitila asifu ndoto kutimia, habari mandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa tatu, gazeti hili. Bashe agiza ajira mia tano za maofisa ugani, habari kwa ukurasa wa saba. Butiku ambatano Samia utendaji mzuri, habari katika ukurasa wa tatu gazeti hili. Lakini bega gazeti hili imeandika balile machumo warejea kongo za tefa, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo Imerika gazeti habari leo gujila habari Tanzania.